Hamjambo mtazamaji wa TV Fizi News 24, ambatana nasi katika matangazo ya leo, tukiwa 23 Mei 2025 tunakutangazia toka Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa mashariki mwake jimbo ni Kivu Kusini. Tuangazie habari hizi na habari za kijamii, tukibainisha kwamba watu kumi na wawili wamefariki na wengine kadhaa kujeruhiwa. Hii ni idadi ya vifo vya kuporomoka kwa nyumba katika eneo la Bunia katika mkoa wa Kivu Kaskazini mnamo Mei ishirini na mbili mwaka tulimo. Kulingana na vyanzo vyetu katika eneo hilo, kuanguka kumetokea kwenye jengo lililoendelea kujengwa zaidi ya shahidi mmoja wanaamini kwamba muundo huu tayari ulikuwa unaonyesha ishara za onyo kwa siku kadhaa, lakini wenyeji walipuuzia na kuendeleza kazi zao. Vyanzo vyetu vya habari vinabainisha kuwa wahanga hao ni wanafunzi wa mafunzo ya kitengo katika fani ya uashi na ufanisi na baadhi ya mafundi waashi waliokuwa wakitekeleza kazi ya muundo huu. Huduma ya uokoaji ikiungwa mkono na watu waliojitolea walipanga haraka, ili kujaribu kuwaokoa manusura waliokuwa wamezama chini ya jengo hilo. Baadhi ya mihili ilitolewa, lakini waliojeruhiwa vibaya walipelekwa katika hospitali ya karibu ya eneo hilo ili kuweza kupata huduma ya sahihi. Ikumbukwe kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika na mamlaka za eneo, ili kujua sababu ya kuanguka kwa jengo hilo, na wanaahidi kutoa malipizi kwa yeyote ambaye ya atakutanika katika kesi hiyo, ili iweze kuwa mfano kwa wengine wanaokuwa na tabia za kujenga bila ufuatiliaji. Afya. Muundo wa afya katika eneo la Kale inanufaika kutokana na usaidizi wa dawa kutoka kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu Seisere katika eneo hilo. Shehena hizi za dawa zilifikishwa katika kituo cha afya cha Ramba na hospitali za Shigoma na Kasheke. Mchango huu unalenga kuhakikisha huduma ya bure kwa waasiriwa wa vita katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Kulingana na Dkt Benjamin Bahati, mkurugenzi wa matibabu wa kituo cha hospitali ya Kasheke, msaada huu unalenga kupunguza madhara ya unyanyasaji wa kutumia silaha kwa raia na kuimarisha uwezo wa miundo ya afya ya mitaa. Kwa upande wake Dr. Pacific Chiralwirwa, kiongozi mkuu wa matibabu wa eneo la Kale, alisifu kujitolea kwa huduma kwa shirika hili la kibinadamu tangu mwaka wa 2021. Tangu Machi 2024 shirika la Seiser limekuwa likiwasaidia mara kwa mara wakazi wa kiasili na wale waliohamishwa kutoka eneo la afya la Ramba, iliyokadiriwa kuwa zaidi ya watu elfu ishirini na tatu mbali na usambazaji wa dawa ina jukumu la kupeleka kesi mbaya zaidi kwa hospitali ya Shigoma ili kuhakikisha majibu sahihi ya matibabu. Tukibaki tu katika maswala ya afya, tubainishe kwamba eneo la uchimbaji madini la Lomera katika eneo la Kabare limekuwa likikabiliwa na janga la kipindupindu tangu mwisho wa Aprili 2025. Kesi zimeongezeka kutoka 11 hadi 79 na kufikia kesi 105 za kutisha kwa wiki tatu zinazofuatana, taarifa zilizotolewa na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF ikinukuliwa na wenzetu wa Goria FM. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya habari, maambukizi ya ugonjwa huyu yanasababishwa na matumizi ya maji yasiyosafishwa kutoka Ziwa Kivu kwa mahitaji muhimu kama vile kunywa, kupika na kuosha. Wakikabiliwa na dharura hii ya afya, Medecins Sans Frontieres MSF walituma timu ya dharura uwanjani haraka. Tangu Mei kenda, uingiliaji kati ulioandaliwa umekuwa ukiendelea ili kudhibiti janga na utunzaji kwa walioathirika. Pia aliongeza kuwa MSF imefanya vitendo vingi ambavyo vinalenga pointi muhimu katika kuenea kwa kipindupindu. Miongoni mwa hatua hizi, wenzetu kutoka Guria FM wanabainisha kuanzishwa kwa kitengo cha matibabu ya kipindupindu ITC. Muundo wa vitanda ishirini umeanzishwa ili kuwatenga na kuwatibu wagonjwa. Umuhimu ni kuzuia maambukizi mapya na upatikanaji wa maji safi ya kunywa. Pia jumla ya watu elfu nane mia moja kumi na moja tayari wamepata chanjo dhidi ya kipindupindu, kuimarisha kinga ya pamoja ya watu wanaoishi katika mazingira magumu. Seti zilizo na vitu muhimu vya usafi husambazwa zikiambatana na vipindi vya uhamasishaji ili kuelimisha jamii juu ya mazoea mazuri na ishara za kuzuia. Kwa ufupi, mapambano dhidi ya janga hili ni mbio dhidi ya wakati. Timu za MSF zinaendelea na juhudi zao za kuzuia shida hii ya kiafya na kuwalinda wakaazi wa Lomera. Habari za kijamii. Jumla ya watu elfu tatu mia sita wamevitekeleza vijiji vyao vilivyoko nyanda za juu na kuzunguka hifadhi ya kitaifa ya Kahuzi-Biega katika eneo la Kalehe katika jimbo la Kivu Kusini. Watu hawa wamekuwa wakitoroka tangu asubuhi wa ya Jumanne Mei ishirini, kufuatia mapigano kati ya kundi la Wazalendo na AFC M23. Kulingana na Redio Kapi Watu hawa wapya waliokimbia makazi yao wanajikuta hawana makao, baadhi yao kuanza tena kwa mapigano Jumanne asubuhi huko Bongamanda katika kundi la Mbinga Kusini, wakiongeza kuwa utulivu wa hapo awali ulileta matumaini ya kurejea kwa amani, lakini ilidumu kwa siku tano tu. Chanzo chetu kinabainisha wenyeji wa Kasheke Chofi na Chibanja walikimbilia maeneo yaliyoko mwanzoni mwa Ziwa Kivu. Wengine walipata makimbilio kwa familia zilizowapokea, wengine walikaa katika vituo vya umma. Watu hao waliokimbia makazi yao hawana maji ya kunywa na hutumia maji machafu kutoka kwa ziwa. Chanzo chetu kinaonyesha chakula chao kinategemea wakazi wa eneo hilo ambao wenyewe wako katika hatari kubwa ya kupata mlo Kulingana na vyanzo vya habari, wakati wa operesheni za kuchana zilizoendeshwa katika kijiji kilichoasiriwa, waasi walionekana kunyonga mtu yeyote anayezaniwa kuwa mzalendo. Kwa ufupi, hali hii ya kutisha inahitaji hatua za haraka za kibinadamu kusaidia watu walio katika ziki. Vyanzo hivyo vinaamini Habari tu za kijamii ni kwamba zaidi ya nyumba elfu ishirini zimezama tangu mwanzoni mwa mwaka wa 2025 katika eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini. Hii ni kutokana na kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika. Ufafanuzi umetolewa na waigizaji wa masuala ya kibinadamu katika mahojiano na kundi la waandishi wa habari muhimu la DRC wiki hii. Kulingana na vyanzo vyetu tangu mwanzoni mwa elfu mbili ishirini na tano eneo la Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini limekuwa likikabiliwa na janga la asili la ukubwa wa kushangaza zaidi ya nyumba elfu ishirini zimezama au kuharibiwa vibaya na maji yanayoongezeka katika ziwa Tanganyika, hasa kati ya miji ya Makobola na Lusenda, hali inayochochewa na mvua kubwa zinazonyesha zi zisizo za kawaida, inaongeza tatizo la mazingira kuwa janga halisi la kibinadamu. Wakazi wa eneo hilo ambao tayari wamedhoofishwa na hali mbaya ya maisha, sasa wanajikutana hawana makazi, wameathiriwa na hali ya hewa na bila ufikia jisalama wa chakula au huduma ya afya. Katika kila kijiji kunaonekana nyumba zilizoanguka, shule zilizoachwa, mashamba yaliyofurika. Antoine Kaliata, mkuu wa operesheni za kibinadamu katika kanda hii, anatoa tahadhari kuhusu ukubwa wa maafa haya na kutoa wito kwa kuchukuliwa hatua za haraka. Hali hii pia imevuruga uchumi wa ndani, pamoja na uharibifu wa magala na ugumu wa upatikanaji wa njia za kibiashara. Bei za mchele, maharagwe, unga, mafuta, sabuni na mahitaji mengine ya msingi zimepanda katika eneo hilo. Wakikabiliwa na hali hii, mamlaka za mitaa, wafanyakazi wa kibinadamu na idadi ya watu walioathirika wanatoa wito kwa uingiliaji kati wa haraka na uliyoratibiwa. Yote hayo ni kuzuia mzozo huu ambao unaweza kusababisha wimbi la njaa, kuama na hata hasara kubwa zaidi za wanadamu, wamesema wenzetu kutoka kikundi cha waandishi wa habari wa Essentiel. Mwenga kuongeza ufahamu na kuwezesha uelewa wa swala la bioanuai ama biodiversite kwa rugha la Kifaransa na kutafakari juu ya hatari za upotevu mkubwa wa sekta hiyo. Hayo ni malengo ya kikao cha kubadilishana fedha kilichoandaliwa na mfumo wa mashauriano wa asasi za kirahia Mwenga kando ya siku ya kimataifa ya bioanuai au biodiversite kwa rugha la Kifaransa inayosherekewa kila Mei ishirini na mbili ya kila mwaka. Kwa hivyo, Hilary Sombia, mratibu wa muundo wa raia, maelewano dhaifu yamezuka kati ya idadi ya watu na asili. Hata hivyo, kulingana na yeye, idadi ya watu inasalia kuwa mlinzi pekee wa mazingira yake. Hivyo basi, umuhimu wa kuongeza ufahamu kuhusu kulinda mazingira unahitajika. Hilary Sombia anarejea maazimio yaliyochukuliwa wakati wa majadiliano hayo. Kisha kuongea, inaonekana kwamba ni ya muhimu sana watu kuongeza uwekezaji kusonga mna gani waweza kubadilisha hali yao ya kuishi na mazingira, na zaidi ile pia kuchunga mazingira vizuri na kutaka sana kupata miradi ambayo itasaidia sana kuendelea kupanda miti, na zaidi yaile kupata hata pia miradi ambayo itasaidia watu kupata hiyo vitu ya kuwasaidia kupata moto ya kutokuharibisha sana pori na itakuwa ya muhimu kuhimiza watu hasa kuambia nini ambayo, uh, sheria ya asili ya Kilega inasema kwa ajili ya mazingira, sheria juu ya kuchunga mazingira uh, katiba ya pori inasema nini, na hata hiyo miswada ambayo imesainiwa na waziri wa kwanza kwa ajili ya mambo ya namna gani watu wanaweza kupata pori ya jamii na namna ya kuitumikisha, itakuwa pia ya muhimu kukua na wale ambao watakuwa wamefuatilia namna gani watu wanatumikisha pori ya kwao, na itakuwa mzuri sana watu kufanya mlima ambao unaheshimia mazingira kusudi tupate kufikia kupata malisho bora, na zaidi ya muhimu tuchunge udongo ya kwetu vizuri, sababu ni kweli tunaweza kuapa kwenye fasi, lakini kama hatuna udongo tutakuwa tumesema uongo. La ziada tuna mtazamaji wa chaneli yetu, ni hapo ndipo tunatamatisha dira zetu za, za leo. Mungu atubariki sote, alamsike.